Jina, mimi naitwa Easter Msambazi, ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa sheria kutoka wizara ya katiba na sheria. Kama mnavyofahamu, wizara ya katiba na sheria inaratibu kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia, au kwa Kiingereza inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign, na kampeni hii inatekelezwa katika ngazi za kijamii ikihusisha utoaji wa huduma za msaada wa kisheria utoaji wa elimu uwakilishi mahakamani kwa kutumia mawakili lakini pia uandaji wa nyaraka na kubwa zaidi ni utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mpaka sasa hivi kampeni imeshatekelezwa katika mikoa ishirini na tatu imekamilika. Mkoa wa Tanga ambao ni mkoa wa ishirini na nne kampeni inaendelea, ambapo uzinduzi ulifanyika tarehe nane, bado haujakamilika. Uh, timu ziko uwandani zikiendelea na utekelezaji na mnamo tarehe kumi na nne tutakuwa tunazindua mkoa wa ishirini na tano ambao ni mkoa wa Kagera. Na kampeni hii inatekelezwa kwenye ngazi za kata na vijiji, kwa maana kwamba tukifika kwenye mkoa husika, tunatarajia tutakwenda katika halmashauri zote za mkoa husika, na katika halmashauri moja tutakwenda kata kumi na wakati mwingine au zaidi na katika halmashauri pia tutakwenda vijiji 30 kwa wastani wa vijiji vitatu kwa kila kata na tunatarajia kufikia makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wanawake, wanaume, watu wenye ulemavu makundi mbalimbali mbali. Lakini pia tutajenga uwezo kwa wataalamu katika ngazi za kijamii kwa maana ya watendaji wa kata wale wajumba mabaraza ya kata, lakini na watendaji wengine kwa sababu hata timu ambayo tunaitumia kwenye utekelezaji ni timu ya wataalamu ambao wanatoka kwenye halmashauri husika. Na katika mkoa wa Kagera kampeni itatekelezwa kuanzia tarehe kumi na tano na itakwenda kwa siku mfululizo siku tisa. lakini pale ambapo kampeni itazinduliwa uwanja wa Mayunga pale, kutakuwa kuna mabanda kwa siku kumi, kuanzia tarehe 14 na huduma mbalimbali zitatolewa pale, watakuwepo wanasheria watakuwepo mawakili wasaidizi wa kisheria lakini wataalamu mbalimbali ikiwemo ofisi ya kamishna wa ardhi, ofisi ya taifa ya mashtaka, mahakama. Kwa wananchi wote ambao atakuwa na changamoto, aliyeko hapa mjini anaweza kufika moja kwa moja pale akapata huduma. Lakini pia tutakuwa na watu wa NIDA, RITA ambao wao wanahusika na usajili wa vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya vifo. Watakuwa wanatoa huduma pale. Huduma za msaada wa kisheria zinatolewa bure kabisa. Kwa mwananchi anachopaswa kufanya ni yeye kusogea na kuweza kufika pale, isipokuwa huduma za za RITA. RITA kuna kuchangia kidogo unapokuwa unapata zile huduma za RITA. Huduma lakini nyingine zote za kisheria utapata bure kabisa kwa hizo siku ambazo a, kampeni hii itatekelezwa, na kwa wale wananchi ambao wana migogoro, upande wa pili upo tayari na unapatikana, wataalamu wapo, migogoro hii tunaweza kuitatua. Tumeshuhudia mkoa wa Arusha tumepokea migogoro takriban elfu moja lakini migogoro 200 tuliweza kuitatua pale pale. Kwahiyo ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Kagera walitumia nafasi hii ambayo Mheshimiwa Rais ameleta timu hii muhimu kwa ajili ya kuweza kuwapatia huduma za msaada wa kisheria bure, wanasheria waliotoka wizarani, wanasheria kutoka asasi za kiraia uh, ikiwemo TLS na wengineo wakiwemo mawakili wetu wa serikali watashiriki katika zoezi hili la kutatua kero. Kampeni hii ni kubwa na kabambe na ni fursa adhimu na adimu kwetu Wanakagera. Natambua Wanakagera, tunazo changamoto nyingi sana haswa migogoro ya ardhi na migogoro ya mirathi, ambazo baadhi tumejaribu kuzitatua lakini nyingine nyingi zilikuwa nje ya uwezo wetu na hatukuweza kuzitatua. Ni wakati muwafaka sasa wa kuzifikisha zitatuliwe. Naomba Jumatatu saa mbili asubuhi usikose kufika mayunga na changamoto zako, ili ziweze kutatuliwa kwa muda mfupi. Ni siku kumi za msaada muhimu. Naomba kila mmoja mwenye changamoto inayohitaji msaada wa kisheria ajitokeze, iwe ya tatizo la, la ardhi, mirathi, kudhulumiwa na mengine mengi, masuala ya kibiashara na kadhalika. rudie tena kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta kampeni hii ambayo inakwenda kumhakikishia mwananchi mnyonge haki na usawa katika kupata haki zake za msingi.